langu ni Balozi John Ulanga, ni mkurugenzi wa idara ya diplomasia ya uchumi wizara ya mambo ya Nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, na leo nilipata fursa ya kuja kushiriki kwenye kitendo cha kugonga kengele kwa ajili ya usawa wa kijinsia hapa katika soko la hisa la Dar es Salaam, Dar es Salaam Stock Exchange. Lakini kitendo hiki cha kugonga kengele kina maana mbili au tatu kubwa. Maana ya kwanza ni kwanza kufurahia hatua ambazo tumezifikia kama nchi katika kuongeza usawa wa kijinsia ukiangalia idadi ya wabunge wetu wanawake imeongezeka. Ukiangalia idadi ya viongozi wanawake katika mataasisi za umma na binafsi katika e, bodi mbali mbalimbali za wakurugenzi imeongezeka. Ukiangalia idadi ya wanawake wanaopata huduma za kifedha imeongezeka, na hasa hii inatokana pia na juhudi za viongozi wetu. Ukiangalia sasa hivi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni naitwa ni kinara wa usawa wa kijinsia barani Afrika katika eneo la e, e, mwanamke katika biashara katika eneo la nishati e, safi ya kupikia. Kwa hiyo leo tunashukuru na kufurahia matokeo tuliyoyafikia. Lakini la pili tunasema bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Tuna kazi kubwa ya kuleta usawa wa kijinsia katika eneo la kijamii na eneo la kiuchumi. Na ili tuweze kufikia usawa wa kijinsia wadau wote serikali, sekta binafsi, asasi za kiraia, taasisi za kidini na wadau mmoja mmoja, lazima tukae pamoja, tujiulize, je, sera zetu zote zinatekelezwa kwa maana ya kuleta usawa wa kijinsia? Sasa hivi, kwa mfano, tuna kanuni ya manunuzi ya umma ambayo inasema asilimia thelathini ya vitu vinanunuliwa kutoka kwenye makampuni ya wanawake Je, tunaitekeleza vipi? Lakini pia tuangalie suala zima la haki haki mbalimbali mbali za kijinsia, je, zinatekelezwa kwa namna gani? Kwa hiyo leo tumekutana kusema kwamba juhudi nyingi zinatakiwa kufanya kwa ushirikiano wa wadau mbalimbali, kwanza kukusanya takwimu za hali ilivyo, na pili kuweza kubainisha hatua za kuzichukua, lakini la tatu ambayo tumelizungumza leo, sasa hivi nchi yetu tunatengeneza dira ya kwenda mwaka 2050 ya kusema tunataka kwenda kuwa uchumi wa kati wa ngazi ya juu na huu hatuwezi kuifikia bila usawa wa kijinsia. Kwa leo tumekubaliana katika mchakato e, wetu wa kugonga kengele kwamba tutaongeza juhudi za kuhakikisha itakapofika mwaka elfu mbili na hamsini basi Tanzania iwe na usawa wa kijinsia, yaani siwe ni swala la kusema e, ndio au hapana, tuwe tuna usawa wa kijinsia ambayo itausaidia ita sana kuongeza uchumi wetu. Utafiti unaonyesha kwamba ikiwa tutakuwa na iki usawa wa kijinsia mwaka 2050, basi u, uchumi wetu utaongezeka Arsimeli pato la taifa litaongezeka kwa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 28, e ambaye kwa, kwa fedha za sasa hivi o, nazungumzia shilingi za, za, za kitanzania trilioni zipatazo themanini. Kwa hiyo mimi nafikiri tu leo ni siku ya kufurahia lakini siku ya kujipa changamoto ya kusema tuna safari ndefu lakini tunaweza kwenda nayo. Naitwa Peter Nalitolela ni afisa mtendaji mkuu wa soko la isa Dar es Salaam. Tumekuwa na hafla fupi ya kusherehekea siku ya wanawake duniani hapa katika ofisi ya soko la isa Dar es Salaam. Soko la Hisa ya Dar es Salaam uh, ni mwanachama wa shirikisho la masoko ya Hisa duniani, yani World Federation of Exchanges na wanachama wote wa World Federation of Exchanges, kila mwaka uh, kwenye tarehe nane mwezi wa tatu au tarehe zinazokaribiana tarehe nane mwezi wa tatu huwa tunasherekea siku ya wanawake wa duniani na huwa tunasherekea kwa kutafuta uh, kuweka usawa wa ushirikishaji katika sekta ya fedha kwa wanawake na, na hususan katika masoko ya mitaji na dhamana na leo hii katika hafla yetu fupi uh, tulikuwa tunaelezea kwamba changamoto na fursa zilizopo kwa wanawake kushiriki katika masoko ya mitaji na dhamana, na nini sisi kama watunga sera uh, viongozi wa sekta binafsi, viongozi wa kijamii na wananchi kwa ujumla wake tunaweza kufanya ili kumwezesha uh, mtoto wa kike, kumwezesha mwanamke kushiriki zaidi katika masoko ya uh, mitaji na dhamana na kushiriki katika soko la Hisa Dar es Salaam. Jina langu mimi ni Marsha Makata Yambi. Mimi ni mkurugenzi pale UN Global Compact Tanzania uh, office na ninashukuru sana kwa siku ya leo. UN Global Compact pamoja na washirika wake duniani, ulimwenguni huwa tunashiriki siku ya kucelebrate ku, ku, ku uh, International Women's Day kwa kupiga kengele. Siku ya leo tunagonga kengele sio tu kukumbusha kwamba kuna kitu, lakini kuna jambo kubwa ambalo linapelekea watu wote kuwa makini na kutega sikio katika kuona je, yeah, ni jinsi gani usawa wa kijinsia upo cha ta ta, uh, zile challenge zipi tunazozipitia, lakini vile vile tumefanya uwezo wa kusonga mbele kwa jinsi gani, kwa tunaangalia pia, uh, uh, data au tuseme takwimu zilizoko katika nyanja mbalimbali mbali. Tunasema kwamba usawa wa kijinsia ndio utakaotuwezesha kufikia yale malengo 17, malengo 17 saba ya maendeleo ambayo tunasema kwamba mwisho wake ni mwaka 2030, lakini kwa sababu tuna, tushafika nusu njia tunaangalia, je, ni kweli tutafika? Tumeona uh, siku nzima leo au radha hii nusu siku ya leo katika kuangalia data tumeona kabisa kwamba takwimu zinaonyesha kwamba hakika tuna safari ndefu ya kufanya, lakini kidunia, lakini bado tunasema kwamba kama nchi tunashukuru uwepo uh, wa nambari wetu we, moja ambaye ni kinara Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anatuonyesha pia njia katika manyanja mbalimbali. Tumeona kabisa kwamba katika kupitia yeye tumekuwa na, na namba moja mwanamke wa kiongozi lakini vile vile kupitia yeye tumeweza pia kuwa na upikaji wa kutumia gesi ambayo ni mbadala or rather tunasema kwamba clean cooking. Lakini zaidi ya hapo tumeweza pia kuona ni jinsi gani eneo la, la usafiri pia ukifanyiwa kazi mi, miundo mbinu na kadhalika tuone kwamba uh, kuelekea huko pia uh, lile uh, SDG namba tatu ambayo tumepata pia na medali yake kwamba tumefika mbele kwa kupunguza vifo vya wanawake na watoto wachanga.